Je, Uislamu ni dini ya Waarabu na Ukristo ni dini ya Wazungu? Sitazungumzia sana Ukristo kwa sababu sina elimu nao, lakini nitazungumzia Uislamu kwa sababu nina elimu na Uislamu. Unaposema kwamba Uislamu ni dini ya Waarabu, unamaanisha kwamba anapokuwa Mwafrika ni ni muislamu kwamba Uislamu ni mgeni, yaani ni dini ngeni kwa nani? Kwa kwa Mwafrika. Lakini turudi katika historia tusome. Je, yeah. Uislamu ni dini ya Waarabu au ni dini ya Mwenyezi Mungu ambayo amemtuma Mwenyezi Mungu, amemtume Mwenyezi Mungu mun, Subhanahu wa Ta'ala amewatuma mitume kuja kufikisha dawa na kuwaelekeza watu njia sahihi ya kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaposoma katika historia Mtume alipozaliwa mwaka wa mia tano sabini baada ya kuondoka Yesu Nabiullahi Isa, na baada ya kupewa utume mwaka wa mia sita na kumi au mia sita na tisa Mtume Muhamadi alipofikisha daawa katika bara la Waarabu, Waarabu walikuwa wanaabudu masanamu. Ndo maana katika Qurani wametaja yametajwa baadhi ya ya masanamu kama i Wayahudha, Wayaunka, Wanasra. Hawa wote ni masanamu ambayo Waarabu walikuwa kwa kiaabudu kwa hiyo Waarabu walikuwa wanaabudu mizimu ambayo inaitwa Nasra. E, si yaokaotayaokawanasra yote ilikuwa ni mizimu ambayo Waarabu walikuwa wanaabudu, kama ilivyokuwa babu zetu, wao pia walikuwa wanaabudu mizimu yao, sijui moja katika ma, e, mizimu ya mababu zetu, sijui jina moja katika mizimu ya mababu zetu, lakini hivyo lakini hivyo e, mababu zetu pia walikuwa wanaabudu nini? Masanamu. Kwa hiyo Mtume Muhammad alipokuja anakuambia kwamba watu jamanini hawamasanamu sio Mungu sahihi, kuna Mungu mmoja. Wale ambao walikubali wakawa ni Waislamu, waliokataa hawajakubali wali waliokataa hawajakubali wali kuwa Waislamu. Ndio maana mpaka sasa kuna Waarabu ambao Waarabu wa Kikristo na kuna Waarabu ambao ni Waislamu na kuna Waarabu ambao ni mulhidina, yaani hawaamini uwepo wa Mungu, yaani wanaamini hakuna Mungu. Kwa hiyo hii ni dalili tosha ya kuonyesha kwamba Uislamu sio dini ya Waarabu, kwa sababu Waarabu walikuwa ni kama babu zetu, walikuwa na mizimu, lakini baadaye walipokuja walipo mtume Muhammad na kufikisha daawa Waarabu, baadhi ya Waarabu wakakubali kuwa Waislamu. Hivyo hivyo walipokuja Afrika, baadhi ya Waafrika wakakubali kuwa Uislamu na wakaacha kuabudu masanamu. kwa hiyo E, mababu zetu walikuwa wakiabudu wakiabudu masanamu. Kwa maana hiyo basi naweza kusema Uislamu ni dini ngeni ni, ni, Afrika na Uarabuni pia, sio kwamba ni dini ngeni Afrika la, ni dini ngeni Afrika na Uarabuni, kwa sababu mtume hata alipokuja kufikisha dawa babu zake, baadhi ya ndugu zake, baba zake wadogo, akina Abu Lahab si akina Abu Jahal, hawa akina Abu Jahal walimpinga sana mtume, ilifikia wakati wakataka hata kumuua. Walimtumia watu, walijipanga Waarabu, wakasema ngoja tuchukue watu 40 kila kabila, maana tukisema tuchukue mtu mmoja akienda kumpiga mtume, basi hilo kabila litauliwa, kwa sababu Banu Hashim walikuwa wana nguvu zaidi katika, nini? katika bala la Waarabu. Ikabidi wachukue watu 40 katika kila kabila mtu mmoja, mmoja, wakachukua watu wale, ili watakapo watakapoenda kumuua mtume Muhammad isiwe ni kesi, kwa sababu kabila moja Banu Hashim hawezi kuua makabila yote 40. Awe, Mtume Muhammad alichofanya nini, ba, aliwachukua ali baadhi ya masahaba kwenda wapi? Kwenda Habash, Ethiopia, kwa mfalme anaitwa Najashi na Ethiopia ni Afrika. Kwa hiyo baadhi, baadhi ya Waislamu wakaenda Ethiopia. Kwa hiyo naweza kusema Uislamu uliingia Ethiopia kabla ya kwenda Madina, yaani mji wa Madina, huu mji ambao unaitwa mji wa mtume Madina tu rasulillah, mji wa mtume ulifikiwa na Uislamu baada ya kufika baada yani, ya kua yani, Mtume Makkah mtumi akaenda Ethiopia, e, masahaba wa mtumi wakatuma kwenda Ethiopia, yani Uislamu ukafika Ethiopia, kisha ndio ukaja kufika wapi? Ukaja kufika Madina. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Uislamu pia ni mgeni katika ni mgeni kwa Waarabu, sio kwamba ni dini ngeni kwa, kwa, kwa Afrika alafu ni dini yenyeji kwa Waarabu, kwa hapana. Lakini je une, unaposema kwamba Uislamu ni sababu ni sababu ya kurudi nyuma kimaendeleo Waafrika, yaani Uislamu. Lakini je watu ambao wanadaia kwamba Uislamu au Ukristo, yaani dini za, za mbinguni, dini za Mwenyezi Mungu ni chanzo cha, ku, cha, ku, cha, ku, cha kuwarudisha Waafrika nyuma? Je, Uislamu na Ukristo ni sababu ya kuwarudisha Waafrika nyuma na ni sababu ya kuzuia maendeleo ya jamii? Haya maswali inshallah tutakuja kuyajibu Mungu akitupa wasaa.